Nyingi sana kwamba nimefika hapa juu, na ni nimekuta nimefanya kazi kubwa na nzuri ya kumpa Mungu tukufu. Haijalishi mlianza mwaka gani, lakini kubwa anasema ni heri uchelewe kufika kuliko kutokufika kabisa. Sasa ni mpango wa Mungu tu kwamba ifanyike hivyo na malizi huu, ndio wakati wa Bwana. Kwa kweli kazi hii ni njema na inapendeza. Ni washukuru washirika wote kwa jinsi ilivyojitoa na kujitolea. Ni washukuru kipekee hata wale vijana wa usharika huu. Naona mchungaji anaposema watoto wetu wanaoga sasa wa, wale wakawa wanaokoja watoto wa wapi ninyi? Ninyi ni watoto wa hapa, popote mtakapokuwa, sivyo? Jamani, mimi nawashukuru sana ninyi washarika wa hapa, ambao mko mikoani mko nje ya usharika huu. Mchungaji amenieleza jinsi ambavyo mnaonyesha upendo wenu kwa usharika wenu wa nyumbani na mimi nasema wakati mtakavyoendelea kukumbuka nyumbani, kusaidia hapo nyumbani, ndivyo mtakavyobarikiwa katika shughuli zenu huko mliko. Sasa, ndugu zangu, nyumba ya ibada imefunguliwa, imezinduliwa. Ni nyumba nzuri, mpaka rangi vizuri, moja. Ningesema sasa Nitumie nyumba hii, we mnahudhuria ibada hapa. Kama mnasikia maneno yale yaliyosomwa, hapa ndipo ndipo huwa atakutana na watu wake na atasikia maombi yenu na atatoa baraka zake. Niombe muhimizane, muhimizane watu waweze kuhudhuria ibada na kuitumia nyumba hii. Pili, vijana, nashukuru sana mko hapa, mnaimba vizuri na hivi naomba, yani nyumba iendelee kubaki safi hivyo hivyo siku zote. <tie> <tie> na mwisho, ninasema ninawatakia tena baraka za Mungu usharika huu na washarika wa usharika wa huu, ikae pamoja, mshikani pamoja shirikiane, yeah. na watumishi wa Mungu waliowekwa hapa, na mimi ni ninamwambia wakati mtakavyojenga ule mmoja upendano, basi utaona baraka. Si ile Zaburi ya mia moja thelathini na tatu ndivyo inavyosema, tazama hey, jinsi ilivyo zuri na kupendeza, sio basi? Niombe ushirikiane, mshirikiane, mheshimu wale wachungaji watakaofanya huduma hapa, na mshirikiane ninyi kwa nini, utaona baraka za Mungu zitakavyoendelea. Baba Askofu Maguge, kweli ninakushukuru mno mno mno, sante kwa ujumbe wa neno mfano hai tena ya maisha yako mwenyewe na ya kule kwako, lakini umetuachia neno hili ya kwamba tukitu tukiungana, Mungu anatusamehe, Mungu ana shida na dhambi zetu, Mungu ana shida na nini. Baba, tunakuomba utupelekee salamu zetu nyingi sana katika dayosisi yako na ule urafiki tuendelee baba askofu kuhudumisha wachungaji wa kule, wachungaji wa huku waweze kubadilishana, na ukiwa na tukio lolote kama ambavyo tumekuwa tukifanya, tuendelee baba kushirikiana, na ni maombi yangu kwamba hatimaye tutajenga hata ule uhusiano wa kiusharika usharika za jimbo kwa sababu sisi ni mwili wa Kristo, na ni vizuri tukajenga umoja huu unaoonekana hata katika matendo yetu. Nawaambia watoto wa usharika huu, namshukuru sana mwalimu, naona kweli mnawafundisha adabu na nidhamu. Ninaomba sana, tukitaka kuwekeza kwa kweli, tuwekeze katika watoto hawa Wafundishwe neno la Mungu, wamjue Yesu tangu mtoto, walishike neno lake, na mtaona kwamba watabarikiwa mpaka watakapokuwa watu wazima, watasahau. Naombea sana Mungu awabariki watoto wao. Asanteni sana. Basi mimi nimalize kwa hayo, mkuu wa jimbo, na asanteni tena watu wa Kyuu na waachie amani Amen.